Ninamchagua kama papa mkuu, ndiyo maneno yaliyochapishwa katika karatasi ya kura ambayo makardinali 133 na, na waliokongamana kumchagua papa mkuu wa kanisa la Katoliki, watatumia katika zoezi hilo. Tayari makardinali hao wamehudhuria misa asubuhi ya leo na kula kiapo kabla ya kuingia katika mkutano wa faraga ambao hawaruhusiwi kuwasiliana na umma. Kila kadinali mteule anayepiga kura atapokea angalau kura mbili au tatu, kisha shemasi mkuu wa kadinali kuwachagua wachaguzi watatu kabla ya upigaji kura kuanza. Wote ambao hawapigi kura huondolewa katika ukumbi huo na shemasi mkuu wa kadinali, kisha kufunga mlango kuruhusu uchaguzi huo wa siri <muchilis> Kila kardinali uliandika jina la Papa anayemchagua katika karatasi ya kura waliopewa, kisha huikunja na kuipeleka katika madhabahu na kuinama ili kuipa heshima. Baada ya kura zote kupigwa, watu wa kuhesabu kura hizi huzihesabu moja baada ya nyingine mbele ya makardinali waliopiga kura. Ikiwa idadi ya kura ilingani, na wapigaji kura zote huchomwa na kura nyingine mpya kupigwa. Ikiwa hesabu hii ni sahihi kura hizi hufunguliwa na kusomwa, ili mmoja waliochaguliwa kuibuka mshindi na kuwa papa mkuu, anafaa kupata thuluthi tatu za kura zilizopigwa, ambapo sasa atahitaji kura 89 kwa jumla kadinali 133 wanaopiga kura. Baada ya mshindi wa uchaguzi kutokea, kura hizi huchomwa katika jiko, ambapo ikiwa moshi utakaotokea ni mweusi basi hakuna papa aliyechaguliwa, na ikiwa moshi huo utakuwa na rangi nyeupe basi mshindi wa uchaguzi huo atakuwa papa mkuu. Uchaguzi huu hufanyika mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni, hadi wapate papa mkuu. Isaac Musioka, Undugu TV.